Kiuyeuyek kalukuraki ndo zumara ndozumara giriama rinu. Yaani, huo ndio wito wa Mgiriama, rudia mila ya kwenu ikusaidie we mwenyewe. Kuna dhana na kasumba kwamba mashamba yote yanayopakana na bahari katika eneo la pwani ni mashamba ya wazungu ama waafrika walio na ushawishi mkubwa wa kifedha ama kiserikali, na wenyeji hawapasi kabisa kuyamiliki mashamba hayo. Kwa sasa kupata beach plot katika eneo lolote la pwani lazima uwe na mamilioni ya pesa. Lakini ukweli ni kwamba mashamba haya yalimilikiwa na wenyeji ambao ni mababu zetu ambao wengine waliouza ama waliingia katika dhuluma za kihistoria. Wengine walirejea mila na utamaduni wao ili wajinusuru na ugumu wa maisha. Mmoja wao ni kijana huyu ambaye ni bodaboda mjini Kilifi hapa ndipo kwao katika shamba kubwa ambalo limepakana na mkono wa bahari wa Kilifi. Kwa mjibu wake yeye ni mtoto wa 48 wa mzee mmoja mganga maarufu ambaye alizikwa hapa. Ndugu, unaitwa nani? Jina lako kamili? Naitwa Juma wa Chengo Mganga. Hmm? na hapa tulipo ni wapi? Maana, manake naonekana huu ni mji wa mwisho alafu baharini huku ni kwa Chengo Mganga, mzee Chengo Mganga, mzee Mganga. Ndiye. Naona huu mji ndo yeye peke yake hakuuza lakini wakati wa koloni walikuja kuna, kuna watu walikuwa wanadanganywa na vipeni vipeni vipeni vipeni vipeni vipeni, wao wakauza. Lakini mzee Chomwe akasema mimi na familia kubwa, kwa hivyo siwezi uza maanake hapa niko na watu 60 na na watano. Hebu ngoja kwanza, yani unataka kusema huyo mzee alikuwa na watoto 60 na watano? E, wato, wato, wato, wato, wato, wato, wato. Ah wewe ni mmoja wa hao e? wa ah, sasa na wake, wake wangapi mzee? Wake ana wake kumi na wawili. Okay. Ye, yeah, mzee, lakini mmoja peke yake ndo hakuzaa, lakini wake kumi na moja walizaa, ndio maana wakapatikana hawa watu nio wa, watoto sitini na watano. We, ni mtoto wangapi? Mim, a mimi ni mtoto wa arobaini na nne. ulijua kabisa hivyo hesabu zimepigwa? Eh, hesabu zimepigwa nami niko hivyo eh. Uh, kwa mama eh. sisi ni watoto wanane eh. kwa mama peke yake mama, mama yetu, mama yetu. Mama yetu, bado yuko hai? mama yetu alifariki na alifariki lini? Alifariki 2010 uh -huh. na mimi katika hiyo kwa mama mimi niwana, niwana, niwana, niwana. ni watano. na yeye alikuwa ni mke wa ngapi mama? Yeye yeye kwa hapa alikuwa nio mke wa sita. Mke wa sita, mke wa sita. mke wa sita. wake zake wote walikufa sasa? Aa, kuna wengine bado wako hai mama zako wadogo? Mama zangu wadogo wako hai uh -huh. na wakubwa pia wako hai na katika wale wabibi wale, wale mm -hmm. Walikuwa wana share nyumba, yaani room mm -hmm. Room ndo walikuwa wana share kwa kila room bibi wawili. mm -hmm. Kwa hivyo wanaenda line hivyo, leo akienda huyu, kesho kutwa anajua mwenzake anaenda anaenda safisha nyumba ya mze, mzee. Alafu ndo wanaendelea hivyo, ni king. Mzee alikuwa ni mfalme, ni, ni mfalme. Eh. Eh, na yule mzee sikuwa king tu, amekaa yule mzee alikuwa mganga ule mzee kwa hivyo hawa wamama mama wengi walikuwa wanasaidia na kazi na mzee huyu anatumwa miti ile akachukue yule anasafisha nyumba yule anapokea wageni yule anapikia wageni ndio maana wakaolewa wale wote ana mpango wa kujenga kituo cha utamaduni wa mgiriama ili kuhifadhi mila ambazo ana imani zitakuja kumwokoa sasa hii kutoka hapa mpaka kule utona uwanja kule huu uwanja hii, hii yote ilikuwa ni eka 26 ishirini na sita hii yote pamoja sasa huu uwanja na yeye akasema hata uza hata kidogo, hata mimi tayari hapa. Basi kuna wazungu wengi wamekuja wengi, si wao tu watu, watu wengi wamekuja, wanataka tu nituuzie angalau ka moja, lakini ninasema hapa hapa uzwi wala hapa kodishwi. Lakini mimi utaniuzia kama robo, hata wewe, hata wewe tayari. Sikuzi ni uje ukijapapenda, kesho ndio utakuja tena eh. Ah ndugu, bwana, si mimi rafiki yako? Sasa hapa hapa hapa tu ka niweke kangalau kajumba kadogo kanyasi. Wagiriama wanasema kiuyeuye kiuyeuye uyiraki kwenu kwako lemenye eh, eh. Mahala hapa sasa pameanza kuwa na umaarufu mkubwa, kwani ni karibu na kisiwa cha ndege na ni eneo ambalo unaweza kushuhudia jua likizama, jambo ambalo linapendwa sana na wazungu ambao kila siku hukodisha madau na kupita hapa kutizama mandhari zetu zinazovutia utalii. Kurudi huko sasa, hii kutoka hapa mpaka kule utaona uwanja kule, huu uwanja, hii hii yote ilikuwa ni eka ishirini na sita hii yote pamoja sah uwanja na, naye akasema hata uzata kidogo, hata mimi tayari hapo. Basi kuna wazungu wengi wamekuja, wengi si wao tu, watu wengi wamekuja, wanataka tu tutuauzi, angalau kama moja, lakini ninasema hapa hapa uzwi wala hapakodishwi. Lakini mimi utaniuzia kama robo, hata robo. Wewe hata wewe tayari siku zi, ni uje ukija <laughs> ukijapapenda kesho ndio utakuja tena <laughs> eh <laughs> ah, ndugu bana, si mimi rafiki yako. Sasa hapa pahapa tu ka, niweke kangalau kajumba kadogo kanyasi Wagiriama wanasema kiuyeuye kiuyeuye kiuye uye uira ki kikwenu kwako lemenye eh. Sasa lile pale eh, ndio daraja la Kilifi lile pale eh. Eh. alafu hata hapa, hata unaweza ona hata hiyo hiyo, ni ofisi ya gavana pale, ile pale eh. Oh. E. E. na hapa chini, hapo chini, hapa chini, hapa chini ile bahari siku hizi tunaita uh, backpackers niyo beach huyu e. yeah. lakini kuna hiyo bahari huko chini huko tunaita kunaitwa pango mbili e. kama hujaona njojone yeah. Unaitwa mzimu wa Chengo Mganga, huo ni kama huo ni kama pua pua hapo chini hapo basi, huo ukienda hapo, hata kama una, hata kama mtu yuko wapi, yeah, hata kama mtu yuko wapi anatoka anakuja hapo, aseme nashukuru umenileta hapo. Huo mzimu huo unaitwa mzimu wa Chengo Mganga. Next unaitwa pango mbili hapo, huo mzimu huo. Yeah, huo mzimu huo hapo kifika kila kitu kiko sawa. He he, sasa umepanga nini? Hivi karibuni kuna kitu chochote pengine umepanga ambacho kitaleta watu hapa he? Chenye nimepanga saa hii, uh, kuna hii Pasaka inakuja huko mwezi wa nne, ndio nimepanga event hapa he. Kwa hivyo hiyo event itakuwa tarehe kumi na tisa hapa. Kwa hivyo naanza tayari na, na wewe nakukaribisha. Asante sana. Na hata ukiwa na mwenzako pia he. Mwambie akaribie, na hata Coco FM tunakaribisha yote kabisa hapa E, e, itakuwa saa ngapi? Hiyo itaanza saa kumi hadi che. Watu watakula vyakula vya baharini, watu watakula hapa, tunapika kienyeji yeah. Hapa ni sima mchunga kibada yeah. Kuna mnavu yeah. Mnazi utakuwa hapa ma, mambo hapa ni kienyeji yeah. eh, kiuyeuye kiuhira kikwenu kikwoko lemwenye. Sasa watu wanalipa shilingi ngapi ndio waingie watu? Pale tumepanga walipe elfu moja kabla ya hiyo sherehe yeah. Lakini wakija kwa wakija wakija hapo kwa kwaninio hapo kwa geti wanalipa elfu moja na mia tano hmm. Lakini Coco FM ikija hapa hmm. ikija hapa hiyo hmm. elfu moja mia tano ilipe hiyo eh. Eh, Coco FM hiyo eh. Alafu eh, kwa baraka zangu mimi na Coco FM eh, nitaipa kitete, kitete cha mnazi. Sasa wewe mwenyewe, mlisoma karibu, nyote mlisoma, mlipelekwa shule eh, mzee huyo Eh, sote tulipelekwa shule na mzee huyo huyo, wengine walitumepelekwa na mandugu zetu, lakini mzee pia alikuwa amechangia hapa. Ulisema alifariki mwaka gani? Ah, mzee alikufa kitambo mpaka mimi tarimu mwenyewe sikumwona huyo mzee eh. Eh, utoto wangu mimi, uchanga wangu ndo mzee aliaga, maanake jina yake alikuwa aitwa Juma hmm. Ndio akasema sasa, huyu ni mimba hii mimi, yeye naye atakaitwa Juma. Juma ndo niketwa Juma. Sa sasa ee, ndugu zako wengine, maanake wewe umekuja na msimamo kwamba hutaki kuuza hapa mali. Ndugu zako wengine kuna wengine walitaka wanataka kuuza hapa? Eh, kuna ndugu zangu wengine tayari hata waliuza, kwa mama mwingine waliuza, hata kama unaingia hapa nyumbani utaona mahali pale kwa pamekwa fence ya ukuta. Pale likuwa bado ni kwetu pale, lakini wale ndugu zetu wakubwa wengine wakauza. Sasa venye waliuza tukawaambia simyeuza chenu hakuna hapa kwa hivyo wakaenda kununua Kilifi hapa. Ha, hapa, hawaji hapa. Hata watoto wao tena hawaji hapa. Yeah. Wao wanashikilifi maana yake baba zao waliuza. Sasa wewe ulisoma wapi mpaka wapi na ukafanya mambo gani? Sasa mimi mesha yangu nimesoma pale Fumini Primary. Aa, nilikuwa nafundishwa na mama mimi. Mama ndo alikuwa ananifundisha mimi na nimeanza nimesoma Klasi cha kwanza hadi cha nane Sasa, mm -hmm, nilipokuwa nataka kwenda mbele, uh, pesa pia zikakatika, zika, zika na mama pia alifariki. Alifariki wakati namaliza huo mwaka huo, ndo mama nayealifariki sasa. Nikaonahii, acha mimi niangalie, huyu mama alikuwa mchezaji huyu wa mabumbumbu. Eh, hizi za mabumbumbu hizi yeye, eh, alikuwa kazi yake hiyo sasa nikafikiria hii kama hawa na wanacheza vizuri kule hawa, mimi kwa sababu gani nisiwatengezee hawa mahali pazuri, kwa kuwa wakijafika hapo wageni wa, wa Kilifi yani wa, wakaji wa Kilifi wanajua wakienda Giriama Paradise wanafa, wanapata hizo, hizo ngoma mahali pamoja. Maanake hii Kilifi yetu tuna shida moja, hatuwezi pata hizi ngoma mahali pamoja. Mpaka unataka kwenda uende Madika, Malindi lakini hakuna mahali kumetengwa kwa, kwa government hiyo kwa kuwa ukienda fika hapo unapata hizo vitu pamoja. Nimesikia umetaja Giriama Paradise. Ni nini hiyo? Hii Giriama Paradise ni hapa kwangu ndo nimepatengeza kwa sababu hapa sahi niko na niko na wachezaji hawa, hawa hawa mabumbumbu hawa eh. Niko na grupu kama nane hivi. Wow. Sahi. Uh -huh. Eh, sahi. Sasa sahi huwa wakitaka ku hawa watu wa Kilifi wakitaka kuona hii michezo ya Kigiriama, hii Kigiriama niyo, uh, tune, wazungu wanaita uh, traditional dance, ndio wanakuja hapa kwangu, tunakuja tunaonyesha hiyo michezo sasa, na wanafurahikia. Maana yake tulisema kiuye uye kiuye uye uye rafiki eh, ndio niko na huu mama. Kwa sababu gani? Hawa hawakuanzia mapema, wangepata mapema basi, hata wangeenda nje hawa, bora hawakutolewa nje. Ndio maana nikaita hapa Giriama Paradise, kwa sababu sisi ni wa Giriama na hapa mahali kunapendeza ndo tukaita Paradise. Kuna eka ngapi hapa? Kuna, unaenda paka wapi huko na huku unaenda paka wapi? hapa hapa, hapa tayari kote kabisa hapa kwenye, kwenye nimeshika mimi hapa kuna karibu weka kumi hapa. Ehe, na wewe uliingia beach kule kwa beach boy na, kufanya, na, kwa nani, na kwa elekeza wazungu pengine e, mimi kule sijafika kule kwa sababu uh, mila yangu mimi ya Kigiriama mm, ilikataa ilisema kwamba mimi nikiwa beach boy kule nitakuwa nimeacha mila zangu nitashirikia kule kwa wazungu na afadhali siwamehuku. E, kwa hivyo wewe ukatafuta mke ukaoa na familia ukawa naye eh? E, mimi nimetafuta mke nikaoa na niko na familia sahihi ya watoto watano wavulana wa Giriama wa Giriama. huyo mke alitoka wapi? huyo mke alitoka pale Roka Maweni. Sasa wewe ulifuata mbe babako, sasa ile na utaongeza uongeze uongeze pia A -a. I, I maisha yake yeye yalikuwa mazuri kwa sababu yeye alikuwa mganga na pesa zilikuwa zinamruhusu, lakini kwa maisha ya saa hii serikali ya, hi, ya, ya leo haikubali. Huyo mmoja ni tosha. Kwa hivyo sasa, kuna mambo mengi sana. Wewe uko baharini kabisa hapa kama tulivyoona, kuna mambo ya uvuvi na beach boy. Umesema huko ingia uvuvi, je uvuvi pia uvuvi? Niko uvuvi, hata mimi mwenyewe kama sina mboga hapa, nashuka baharini naenda kesha mpaka asubuhi, nivue samaki nilete nyumbani I I I I kwa hivyo na we mwenyewe sasa, baada hapo, baada ya mambo yote, ukaingilia shughuli gani? Sasa unafanya shughuli gani sasa za kukimu kimaisha, sasa kabla tujaingilia Giriama Paradise. Sasa hii, nilikuwa najiendeleza na bodaboda, mwaka jana nilikuwa naendeleza na bodaboda. Na mwaka huu mwaka huu nimeingia mambo na ujenzi ujenzi, nachukua contract kwa hawa wazungu ambao wako hapa juu, wamekuwa marafiki zangu, tumekuwa kama ndugu siku hizi sasa, wananiita nifanye kazi zao, ama wanataka kutuma dukani, wananituma hiyo ndo najikimu kimaisha. na pikipiki yako? na pikipiki piki yangu mwenyewe mm. kama bodaboda boda. Eh. Eh. Okay. Sasa Giriama ruaza yako yani, vision yako ya Giriama Paradise ni ipi? Aso unajenga eh, cottages mahoteli, yaani watu awe wanakuja kulala hapa ama ni vipi? Aso ah, mimi hapa sijengi hoteli hapa kwa sababu chinaangalia hapa ni kiuyeuye galukira kikwenu kiwakole mwenye eh. Sasa chinafanya mimi hapa ni kitu kimoja nataka kufanya cultural center hapa, kwa sababu mama alikuwa mchezaji mabumbumbu yeah. Alifariki mzee alikuwa mganga. Sasa nataka ile mila yetu niidumishe hapa mimi, lakini watu nikiweka manyumba hapa ya kodisha ya kulala hapa, watu watakuwa wanaharibu hizi mila zetu, maanake mtu atakuja hapa tuputupu hapa, ambao mila yetu hairuhusiwi. swimming pool uruweki swim ah swimming pool Simple niko nayo ya maisha ni bahari. Niko nayo hapo tayari. Akitaka kuogelea anashuka chini, anaenda naogelea. Simple bure kabisa na ni nzuri kabisa. Wanafunzi wa utafiti huja hapa kupiga kambi na kufanya kazi zao zinazohitaji utulivu wa hali ya juu. Uh, mimi naitwa Kelvin Derito. Na umetoka wapi? Ah uh, nimetoka Nanyuki. Sasa huku ulikuja kufanya nini huku? Maana kinakwenda uko camping hapa na nini? Okay, so accordingly nilikuja kufanya uh, artist, nafanya nga drawing uh, uh, nafanya interior designs na nafanya tattoos anything yeah. To do with that yeah. Kilifi. Uh, Kilifi and the whole coast yeah. Oh. Yeah. So, hapa ndio sasa maskani yako hii? Uh, eh, hii ni nyumba yeah. Uh, nimezea sana hii. Uh, nafanya pia mountaineering mm -hmm. napanda milima sana so nimezea outdoor living i yeah. Hii ni nyumba unaweza ishi for a very long time yeah. Uh, baraki, mvua ikija uh, uh, hii ni very waterproof eh yeah. uh, mvua ikinyesha tu hapa, nyoka haingii nyoka, um, nyoka hizo ni vitu <laughs> tunaishi tu nazo yeah. uh. Ingawa kijana huyu hana uwezo wa kujenga hoteli ya kifahari ana uwezo wa kujenga nyumba hizi za kiasili ambazo zenyewe huvutia utalii kiuyeuye uyiraki kwenu uyira ki kwenu kikwako lenye ndio hivyo basi. Unarudia kikwenu ili kikuokoe wewe mwenyewe na maisha yako. Bwana huyu sasa yeye ameamua kwamba hapa ni kwetu na mimi naparudia ili panipe manufaa maishani na amepaita Giriama Paradise. Mimi ni Lolani Kalu. Coco FM 98.9 Lava ya Pwani.